Unaona, hii, ukikuja kwa kliniki yetu tutakupea mia tatu, lakini juu ni wewe rasta fara na kupenda siringi, mia tatu hiyo ni mia tano. Ukibai biri hii ni mia tano, inaitwa sekropi. Hii ni ya mia tatu arasa, munataka